Ongezeko la mara kwa mara la idadi ya wakimbizi wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linazidi kulemea rasilimali za kibinadamu ambazo tayari ni chache nchini Burundi, Rwanda na Uganda. Nchini Burundi, uwezo wa kupokea na kusaidia wakimbizi wapya mkoani Cibitoke umekuwa mgumu zaidi kwa sababu ya ongezeko la wakimbizi wanaokimbia kila siku. Kwa upande mwingine, hali ni ya kutisha sana nchini Rwanda haswa katika kambi ya wakimbizi ya Mahama na kambi nyingine zilizoko nchini Rwanda. Hakuna chakula, ni kujilamba tu. Resheni tayari imeshapunguzwa kwa kiasi kikubwa, na katika siku chache zijazo itasimamishwa. Wakimbizi Warundi ambao wako katika kambi ya Mahama wanapigwa na njaa sana. Cha kushangaza, wanateseka wakati Burundi kuko amani ya kutosha na chakula kwa wingi. Huko Rwanda pia wakazi wanakabiliwa na njaa kali, na hayo ni matokeo mabaya ya vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Rwanda na mataifa makubwa duniani. Rwanda inatuhumiwa kukiuka mikataba ya kimataifa ya kutoingiza jeshi lake katika nchi nyingine bila makubaliano. Rwanda pamoja na kundi la waasi la M23 wanaendelea kukiuka haki za kibinadamu nchini Diarasi na kuua watu bila hatia. Kusimamishwa kwa usaidizi wa kifedha na utawala wa Trump na wafadhili wengine wa wakuu inasababisha tayari kuondoka kwa wafanyakazi wa mashirika ya kusaidia wakimbizi nchini Rwanda. Ukosefu huo wa msaada hauathiri tu wakimbizi, bali pia wananchi wa Rwanda ambao pia wanavumilia uhaba wa chakula, huku baadhi yao wakijizuia na mlo mmoja tu kwa siku. Itakumbukwa kwamba wananchi wa Rwanda wengi walikuwa wanategemea Burundi kwa chakula ambako hawawezi kuvuka na kuemea kwa sasa juu ya mipaka kufungwa. Burundi iliamua kufunga mipaka yake na Rwanda juu ya ujirani mubaya wa nchi hiyo. Kingine ni kwamba kusema kweli Wanyarwanda wengi ni wazembe na wala hawawezi kushika jembe. Kwa ujumla Wanyarwanda wanapigwa na njaa sana. Na matarajio bado ni mabaya nchini Rwanda kwa sababu ya Paul Kagame. Mataifa makubwa yote duniani yanaendelea kuitenga Rwanda kwa vikwazo vya kiuchumi usiku kucha. Rwanda isiposimamisha kuua watu Kongo itakiona cha mtemakuni muda si mrefu. Uganda inayokabiliwa na changamoto zake yenyewe pia haina rasilimali za kutoa msaada mkubwa kwa wakimbizi kutoka DRC. Na hata huko vikwazo vya Trump vya kusimamisha misaada kadhaa barani Afrika vimegusa nchi hiyo zaidi pia. Kwa ujumla, matarajio ya hali ya kibinadamu katika kanda la Afrika Mashariki bado ni mabaya kwa sababu ya Rwanda. Wito unatolewa kwa jumuiya ya kimataifa ili msaada wa kibinadamu kwa ajili ya wakimbizi kutoka Kongo ungezeke.